Mimi naitwa Sanare Selepumolel, na kwa sababu na majina mengi Jina lingine la kwenye biashara naitwa Mula Masai, na jina linalojulikana sehemu mbalimbali, ndipo mahali nimezaliwa. Lakini mimi ni, ni mtoto, so, mtoto wa wilaya mbili, manake Monduli na Simanjiro, ni mtoto wa mikoa miwili Manyara na Arusha najisikia vizuri, nasikia raha kwa sababu unajua, ukifanya kazi nzuri na Mungu akakuongoza na akakusaidia ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hiyo najisikia vizuri, hiyo ni hivyo. Nilijenga ya kwanza, nafikiri ilikuwa ile ndogo, na baada ya kuona kwamba waumini wameongezeka wa tukaamua kuvunja na nikajenga pia na ile na na vitu vyetu unavyoona hapa, ni mimi ndio nimefanya kila kitu, sio kwamba nimesaidiwa na mtu yoyote nilijenga ili kanisa na pale unaona pia anajenga nyumba ya mwinjilisti tena ya kisasa na, na vitu vingine na, na unaona pia tunaendelea kujenga na, na, na fenzi ukuta na vioo kule vya chuo cha wamama cha wanaume. Nafikiri ndio hivyo, nafurahi kufanya kazi ya Mungu. Unajua bila Mungu kusingewezekana lolote. Ah, unajua Mungu ndio kila kitu, bila Mungu nafikiri hakuna chochote. Na mimi na, na tangu nikiwa na, na, na, ni mdogo napenda kufanya kazi za Mungu, kwa hiyo ni tabia yangu tangu nikiwa mdogo mm. E, sijaanza leo kwao, sasa nasikia. Nasikia raha kufanya, kwa sababu bila Mungu hata na mimi singeweza, singeweza kuwa na chochote. Mm. E, kwao nikifanya kazi ya Mungu nafikiri ndio ndio. Kwa kweli sijapiga mahesabu mimi, nilikuwa najenga, sijafanya mahesabu, kwa sababu hakuna mtu atakaye nidai kwao, sifanyi mahesabu, naweka tu hela yangu, kwa sababu nafanya kazi ya Mungu. Mm. E, siwezi kusema zamani kwa sababu, si, si, si kwa naandika hata kila mara nyingi huwa wananitoa wananipa nafasi tofauti tofauti, lakini kwa kweli mimi sina sijaitwa kufanya mambo ya uongozi. Halikufanikiwa kwa sababu ya kwangu kama mkuu wa wilaya, limefanikiwa kwa sababu ya wananchi hasa wa Monduli, lakini pia kwa hili la leo wa Moita naomba niwapongeze sana wananchi wote wa Moita, na mjipigie makofi na vigelegele vingi sana, kwa kina mama. Nasema hivyo kwa sababu hata kama ningekuwa nina dhamira au ni mkali vipi, kama nyinyi wananchi wa Moita msingekuwa mstari wa mbele kudai haki yenu, ingekuwa ngumu sana lakini kitendo cha kushirikiana na viongozi wenu mliowachagua, Mheshimiwa Mheshimiwa diwani wa Moita huyu hapa, Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri huyu hapa, zaidi zaidi, Mheshimiwa mbunge wetu Fredi Wasa yuko hapa. Kama isingekuwa maelekezo na dhamira yake, ingekuwa ngumu kazi hii. Lakini nichukue fursa hii kusema timu ya vijana hawa ambao mmewachagua wenyewe, wote ni vijana wamenisaidia sana kufanya kazi hii kwa rahisi. Lazima nikiri, Moita ilikuwa kazi ngumu kidogo, lakini pongezi kubwa ziende kwa wazee wangu wa kimila kimiraea. Lakini viongozi wengine watenda haki, kaka yangu Mula, ya kifugaji, tulikuwa na changamoto ya maji na kujihakikishia malisho yetu. Tuna uhakika sasa, tumepata miradi mikubwa ya maji ambayo ni ya vijiji kumi na saba, inatoka Ngorbo inakwenda mpaka pale Nanja, lakini nyingine inatoka Makuyuni kuja Los Miongori ya bilioni 27 lakini nyingine zinakwenda kule Odonyo na Do bilioni tatu pointi moja nyingine Mswakini, na kwingine tunachimba visima vya maji. Kwa hiyo jumla kwa sasa tuna miradi ya maji ya bilioni 37 kwa wilaya ya Munduli. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu. Na leo shughuli ilianzia kanisani ambako tulikuwepo na baba askofu, askofu Abel na wachungaji waliounganika naye pale kwa ndugu yetu Sanare kwenda kutoa shukrani. Lakini pia niliwahi pale kwenye shughuli ya wazee wa kimila ambao walitoa baraka kwenye ardhi yetu. Na baraka ya wazee wa kimila walichotuambia maneno yao ni kwamba sisi, Wanamunduli, sisi binadamu, tufunge ndoa na ardhi yetu tuheshimu ardhi yetu, na tuilinde na tuilinde ardhi yetu kwa nguvu zetu zote, kwa sababu ndio urithi pekee kwa uhakika tunaweza kuwaachia watoto wetu na vizazi vijavyo.